Mekutana maana mimi nina na shida sana na wewe mm. Alafu Sabla, nimekutana na Stani, ujue kachaka, jamani kachoka, hey. Bora hata singeondoka kwenda hata huko mjini kafuba. <laughs> yaani Sabla <laughs> <laughs> <laughs> vipi, rafiki yangu, aje kukumbushia? Maana si mlikuwaga wapenzi tena, kwenye mikorosho kule chini, kakumbushia shuga yangu lakini mwenzangu, nimemkatalia huko mbali mama zako. Mimi siku hizi nampenda sana mme wangu, yani zungu wangu zako nampenda hatari, sio ndo kila kitu yule. Ila jamani Stani maga ila <laughs> rafiki yangu unabidi umfikirie, mfikirie kwani kapauka sana kule mashavuni. Maana yule baba naye kama katoka kutukutukuliwa kwenye litope, dada hajapauka. Halafu kingine Sabra mwenzangu, kwa matatizo yangu nyumbani kuwe na mme wangu ndo kwanza anazidi. Sasa mwenzako nimepata mtaalamu. Hapo Nyali tu. Nilikuwa naomba nisindikize kama uto jali. Sasa rafiki yangu, basi mimi ngoja nirudi nyumbani ile nikamwage mama. Maana tumechefuana huko sasa hivi sijui nitamwanzaje ila nitakusaidia. Huko zombo sijui madudumizi, sijui Nyali tutaenda usijali. Mimi nitakupeleka. Sawa so, basi fanya hivyo. Sio, unajua mimi mwanzako alisha kwa tete tete. Aya rafiki yangu usijali. Basi ngoja nikaoge nikamwage mama nikupeleke. Nika

odi pole. Pole, ndanio da, sana. Nelisa yupo lakini umechelewa, ushaolewa na siku kama ya nne tangu niingia hapa, ila nimpata habari kwa Nelisa kaolewa kama unavyoniambia hapa, ila habari hizo nimezipata na kweli nimekutana naye Nelisa, ila majibu nakuja nakutana naye anajibu majibu ambayo sio ya kibinadamu kabisa. Stani, usikate tamaa, leo mwenyewe mwepesi situmia nguvu kubwa, uwe na moyo. Sura yako hawezi kaondoka. Sema mwanangu, sikia mimi. Nataka hapa, nahitaji tu msaada wako, sababu nimeshamfuata na tushakutana, bado hakutaka kunisikiliza. Kwa sababu na wewe na Nelisa, naye kidogo, naomba msaada wako, unisaidie uongee naye, mwambie jinsi gani mimi ninavyopitia, au hali gani ambayo naipitia. Si unajua mwanangu, mimi siwezi kuishi bila Nelisa, na unajua tulikotoka, kwanza kitambo iko

Pole, pole, pole. Sabra. Siku nne sasa zimepita. Sijaonana na wewe sina mawasiliano na wewe. Vipi hali yako? Mimi najisikia vizuri tu au kwako? Alafu nimekumbuka mimi, hmm. Yaani, navyokwambia leo yule bibi kurusumu sijui mama kurusumu na mama yangu, mimi ndo naenda kuchimba dawa mwezaku ani apata sielewi wanachimba dawa ili mimba yangu mii itoke. Fanya uwezavyo. Jitahidi kadi unavyoweza. Ikiwezekana, toroka kabisa nyumbani kwenu. Hakikisha mimba usitoe. Sasa mimi nikitoroka nitaenda hapa, na kama unavyojua maisha hapa pale nyumbani na hapa kijijini mimi sina hata ndugu kwa hiyo tunafanyaje kuhusiana hili swala? Kwa sababu mimi binafsi sitaki omimba itoke, mi hata sijua na kusikiliza wewe tu hiyo. Kwa hiyo na wewe ukifeli, hata sielewi kaia sikia saba yanifanya uwezau, jitaidi mambo ya mimba stori aka shina mbili moja

dawa hizi wamke, unywe. Amna bwana, nitakunywa badala badayi, ziache tu hapo kwenye mkeka. Haiwezekani, wewe umesema unaumwa hapo saizi. dawa cinikuachie kwenye mkeka utakunywa mwenyewe hapo? Abidi wamke, unywe dawa ndio mimi nijue nafanyii. Amna bwana, mbona siumu sana, wewe ziache tu hata, usijali kuhusu kushumima. Nelisa, amka bwana, wewe unaumwa. Aya, inuka bwana, unywe dawa kwanza. hivi wako ishampa taarifa? Hapana, sijampigia hata simu. Basi taja namba tumpigie. a8 a8a isha Wakaka, hivi una habari kwamba Stani ka, nani karudi, eh? Stani Stani huyu ambaye kuvanishigi na Nelisa hapo zamani, ndio kaka amerudi na ujio wake mkubwa sana kuja kwenye kijijichi, kamfuata Nelisa eh. Umekutana nayo huyo Stani mwenyewe, ndo akakwambia maneno kama hayo ayo, akapata taarifa kwamba wewe ndo umemwoa Nelisa.

Samarani mwenye simu yuko wapi? Mwenye simu tami, mnaueleza mwenye simu weka manani kwanza mtu mwenyewe kuzaa uzai yupo tu, namjaziachio mwezi. Alafu t uachize nini, ning'inia bwana. Ukitaka jiachie e, ndo mimi na simu yake, afu mwenyewe katoka. Habari ndo hiyo ovyo, okay. Dada ngine siapoje? Pole pole Huyu mdada na hii mimba si sitoi. Kuzanazana mtoto wangu nikimzaa, kika nitamwita Patricia. Amna, kuna mambo tu ya kazi kazi, tokakuongea naona. Wacha tunende nyumbani gesi, pole pole. Sauti mbona kama naijua? Sauti mbona kama ni ya Sabra? Ina maana Sabra anatembea na mume wangu. Hmm. Hapana. Ila mbona sauti kama ni ya Sabra? Huenda hmm. Labda ni mawazo yangu. Ngoja, nifanye kwanza uchunguzi. amasabla daa ndo hii hapa. Ndugu yangu jitahidi kumdhibiti mtoto mm -hmm. hatumie hiyo dawa, majibu utayapata mm -hmm. na ikiwezekana hata simu umpokonya, sio na masana yule bwana. Yani umbane umdhibiti haswa mpaka hiyo dawa itumie. Sawa, kwa hiyo hii dawa ndo anakunywa na wamoja tu au wanakunywa? siku ngapi hiyo dawa anakunywa malai? majibu utayaona jaistaili au jioni. Yani asubuhi pawavoamka wa tu akipiga mswaki mpe hiyo dawa, chemsha kaka, mpe sawa. Nelisa, vipi umelala? Naongea naye vipi? Mbona ulikuwa umelala kwa usiku hizi? Oh, umeamua kabisa yani kwa pasi mwana kizako nyonge nao si ndio? Hivi unanichukuliaje kiasi kwamba unanizalau kiasi hicho au Mbona sikumpa mtu simu? Nilikupigia simu nikupe taarifa kuwa mimi nauma, lakini simu amepokea mwanamke wako, amenitukana kiasi kwamba ameniacha mtu. Kwa hiyo ulikuwa unamfundisha mwanamke wako mchambe? Kama umenichoka, naomba taraka yangu maana sasa naona hapa tunakuelekea tutuwezana kabisa, yaani maana umenichoka, hatimaye unampa simu mwanamke wako ananichamba kabisa. Jose, hivi unanifikiriaje? Mbona sikumpa mtu simu Nelisa? Ok, tuwachane nayo. nini kinachokusumbua hamna haja ya kujua. naumwa nini maana hata ukijua uwezi ukanisaidia chochote. Nakupenda sana, nilitamani nizae na wewe. Nimepambana kadri ya uwezo wangu, lakini nimeshindwa. Kesho asubuhi natolewa ujauzito, na hapa nimeporwa simu, nimezuiliwa kutoka ili nisiweze kukutana na wewe. Fanya uwezavyo unisaidie kutoka kwenye hili janga. Nakupenda sana na sitaki nikupoteze kwenye maisha yangu. Kwa heri. Nilimpenda mm -hmm, sana Nelisa, lakini kutokana na kuto kunipatia mtoto kwa muda mrefu nimejikuta ni mapenzi yamepungua. Lakini nikwambie kitu tu, nisipo tayari kumwona Nelisa anaudiana tena natoi